Nikupitia interview ya Fox 5, Gianni Infantino, rais wa FIFA, amaikawaza kuwa huenda Drake akawa msanii wa kwanza kutumbuiza kwenye fainali za michuano ya Kombe la Dunia tukofanyika kwa mwaka 2026 na hii ilikuwa limefuatia baada ya siku zivi karibuni kupitia kwenye ukurasa wa Instagram kuweka wazi kuwa ni kweli kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa ya kuwa fainali za Kombe la Dunia kutokuwepo na half-time show kama kile ambacho kimekuwa kikifanyika kwenye Super Bowl half-time show ya NFL, basi kwenye fainali hizo pia tamasha hilo litakuwa likifanyika. And kupitia hii interview sasa, moja wa tangazaji akamwambia kwamba kutokana na kile ambacho mwezi Februari rapa Kendrick Lamar alikifanya kutumbuiza kwenye Super Bowl halftime show, na ukizingatia tension ilikuwa kubwa kupitia bifu ambalo mpaka sasa bado lina mwendelezo kati yake na Drek, basi Jan Infantino anapaswa kumtumia Drek kutumbuiza kwenye fainali za michuano Kombe la Dunia ambayo itafanyika Mexico, Canada na nchini Marekani na kumpik Drake kutumbuiza kwenye fainali hizo. Hii itakuwa ni kama Drake amejibu mapigo kwa Kendrick Lamar. Sasa Jean Infantino, baada ya kusikia hivyo, akasema kwamba okay, naweza kufanya hivyo kusababu, wasama, na kwa sababu sitaendelea kutengeneza uhasama wa wawili hawa kutokana na matukio ambayo atakuwa ameafanya kila mmoja kwa mazito. Suala hili alijaashtusha watu wengi sana ukizingatia, kumekwepo na ukaribu kati ya rais huyu wa FIFA na Drake miezi hivi karibuni. Walionekana pamoja kwenye kikao ambacho kiliwahusisha wawili hawa, kipindi ambacho Drake akiliwakilisha taifa la Canada, kulisifia taifa lake na huku Toronto ikiwa ni mmoja ya mji ambao to host michuano hiyo ya Kombe la Dunia. So hizi ni picha ambazo zinaonyesha kipindi ambacho walikuwa pamoja na kulikuwepo kuna rumors ya kuwa wenda Drake akaukata utepe kwenye finali za michuano kombe la dunia kabla kuwepo na mwendelezo mwingine wa matamasha kama haya kufanyika kwenye finali. Sikia hiki ambacho watangazaji hao walikisema na reaction ya Infantino. I, I have a great idea for you for the halftime. I'm sorry, hiyo ni SNS management uh -oh. I'm obsessed with this. Tell me. Drake, because you were at the Super Bowl, oh, Kendrick Lamar, Audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu. Siasa za dunia katika uchambuzi wa kina.